Karibu sana mdau wa Bongo Class, somo letu la leo litahusu mambo ya kuepuka katika miezi ya mwanzo ya ujauzito. Huu ni wakati muhimu sana katika ukuaji wa mtoto tumboni, kwani viungo vyake vingi vinakuwa vinaanza kuumbika. Hivyo chochote unachokula, unachofanya au hata mazingira unayoishi yanaweza kuathiri afya ya mtoto wako. Muhtasari wa somo letu, tutazungumzia mambo ambayo mjamzito anapaswa kuepuka hasa katika miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito. Tutaeleza sababu za kila tahadhari, na mwisho tutaangalia mambo madogo yanaweza kusaidia afya ya mama na mtoto kubaki salama. Utangulizi wa somo letu, miezi ya mwanzo ya ujauzito mara nyingi huambatana na mabadiliko mengi ya homoni, uchovu, kichefuchefu na hisia tofauti. Wakati huu mtoto bado yupo katika hatua dhaifu ya ukuaji, ndiyo maana kila hatua inahitaji umakini mambo kama ulaji usiofaa dawa zisizosalama, au hata msongo wa mawazo vinaweza kuleta athari zisizohitajika kwa mama na mtoto. Sasa tuingie kwenye somo letu. Moja. Epuka kunywa pombe. Pombe ni hatari sana kwa mtoto tumboni. Inaweza kusababisha mtoto kuzaliwa na matatizo ya akili, ukuaji hafifu au kasoro za viungo, hali inayojulikana kama hyto alcohol syndrom. Hivyo hata kiasi kidogo cha pombe hakina usalama wakati wa ujauzito. Mbili. Usivute sigara wala kukaa karibu na wavutaji. Uvutaji sigara au kuvuta moshi wa sigara kwa njia isiyo ya moja kwa moja, second hand smoke, huongeza hatari ya mtoto kuzaliwa njiti, kuwa na uzito mdogo au hata kuharibika kwa mimba. Tatu, epuka dawa bila ushauri wa daktari. Dawa nyingi za kawaida, hata zile za kupunguza maumivu au mafua, zinaweza kuwa na athari kwa mtoto. Kabla ya kutumia dawa yoyote, hata ya dukani, hakikisha umeuliza daktari wako au mkunga aliyeidhinishwa. Nne, epuka vyakula visivyopikwa vizuri, kama nyama mbichi, samaki wasiopikwa, mayai mabichi au maziwa yasiyochemshwa. Vyakula hivi vinaweza kuwa na bakteria kama listeria au toksoplasma ambavyo vinaweza kuathiri ujauzito. Hakikisha chakula chako kimeiva vizuri kila wakati. Tano, epuka kahawa na vinywaji vyenye kafeini nyingi. Kunywa kafeini nyingi zaidi ya vikombe viwili vya kahawa kwa siku kunaweza kuongeza hatari ya kuharibika kwa mimba au mtoto kuwa na uzito mdogo. Chagua maji, juisi asilia au maziwa bandala yake. Sita, Epuka kazi nzito na uchovu wapita kiasi. Mwili wako unahitaji kupumzika zaidi. Kufanya kazi nzito au kubeba mizigo mikubwa kunaweza kusababisha maumivu ya mgongo au hata shinikizo kwenye tumbo. Tafuta msaada inapowezekana, na panga muda wa kupumzika kila siku. Saba, epuka msongo wa mawazo stress. Msongo wa mawazo wa muda mrefu huongeza homoni za cortisol mwilini, ambazo zinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Jifunze kupumzika, kusali, kupumua kwa utulivu, au kutembea taratibu ili kupunguza msongo. Nane, epuka kupaka au kunusa kemikali zenye harufu kali. Kemikali kama rangi, dawa za nywele, manuko makali, au dawa za kuua wadudu zinaweza kuwa na gesi hatarishi. Epuka maeneo yenye moshi au harufu kali na tumia bidhaa salama kwa wajawazito pekee. Tisa. Epuka safari ndefu au kukaa muda mrefu bila kupumzika. Kukaa muda mrefu, hasa kwenye usafiri, huongeza shinikizo kwenye miguu na hatari ya kupata blood clots. Simama au tembea kidogo kila baada ya muda fulani. Kumi, epuka kula chakula kingi kupita kiasi. Ni kweli una mimba, lakini si lazima ule mara mbili. Ule chakula cha kutosha kenye virutubisho, usizidishe kula kwa kisingizio cha kulisha wawili ulaji mwingi kupita kiasi unaweza kusababisha uzito kupita kiasi au kisukari cha mimba. Je, wajua mtoto wako huanza kuunda moyo na ubongo kuanzia wiki ya tano ya ujauzito? Homoni za mimba huchangia mama kupata usingizi mwingi na kichefuchefu katika kipindi hiki. Uangalizi mzuri wa miezi mitatu ya mwanzo huamua afya ya mtoto kwa miezi yote mitisa. Hitimisho la somo letu, miezi ya mwanzo ya ujauzito ni kipindi nyaifu kinachohitaji uangalizi wa karibu sana. Kwa kuepuka pombe, sigara, dawa kiholela na vyakula visivyosalama, mama humlinda mtoto dhidi ya matatizo mengi ya kiafya. Usione haya kuuliza ushauri wa daktari kila unapokuwa na shaka. Kumbuka, afya yako ni maisha ya mtoto wako. Maswali ya kujiuliza: Je, najua vyakula na vinywaji vinavyoweza kuwa hatari kwa mtoto wangu? Nimekuwa nikijipa muda wa kupumzika vya kutosha kila siku. Nimepunguza au kuacha kabisa kutumia bidhaa zenye kemikali au harufu kali.